Hamjambo nyote, amani ya Bwana iwe nanyi, asalamu alaikum. Mko poa? Muko chonjo? Ukiniona hapa ujue kuku ametolewa manyoa, sasa ni kupika, si namna hiyo? Mimi nimetoka na salamu kule Mombasa Nyali na nimekuja hapa kwa sababu ya kuhakikisha kwamba haki ya watu wa Magarini imepatikana. Huyu kijana alikuwa ni kandidati wa UDA, ndio yeah. Mimi ni wa UDA ndio yeah. Lakini hata baada ya kwenda mahakamani akashinda, wakaambiwa arudi kwa debe. Chama ambaye anaiwakilisha imemsaliti, na mimi nimesema dawa ya moto ni nimekuja kushika huu kijana mkono na kumwambia tusonge mbele, tupige na tusiogope, si namna hiyo? Na mimi nimekaa kule, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anajua mguu yangu imenisumbua sana, lakini nikaangalia nikapima hali ya hewa, nikasema waziri anakuja hapa, gavana wa Mombasa anakuja hapa, eh, spika wa seneti anakuja hapa gavana wa hapa anakuja, viongozi wa ODM, wabunge, women rep, maseneta wanakuja hapa, wanawinda mtu mmoja, wanawinda huyu kijana wa maskini, si ndio? Dhambi ya huyu kijana ni moja tu, yeye ni mtoto wa maskini, hiyo ndio dhambi yake. Wale matajiri wanakuja kushika tajiri mkono lakini wanawacha huyu na nimewasikiza vile wamesema na kumzungumza. Kwanza Kingi anyamaze kabisa. Halo, nitoboe nisitoboe? Niseme nisiseme? Amason Kingi, funga mdomo wewe. Ulipokuwa unakaa kwenye meza, ukiomba serikali, mkiunda serikali ulipoulizwa unataka nini, ulisema unataka kiti ya spika peke yake. Hukuzungumza lolote kuhusu watu wa Magarini. Amason Kingi, funga mdomo wewe. Umechukua ndugu yako, umepeleka amekuwa kamishna wa SRC, tunakujua.